Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Kyela, mheshimiwa Josephine Manase, wakati akifunga mafunzo ya siku nne kuhusu kuongeza thamani ya zao la kakao, masoko, na uandaaji wa mipango biashara. Mafunzo hayo yaliandaliwa na NMB Foundation wilayani humo ili kuunga jitihada za mweshimiwa rais anayetuwekea mifumo mizuri ya ushirika, anayetuletea mifumo mizuri ambayo leo hii tunauza kokoa yetu bei nzuri sokoni wenzetu NMB Foundation wakaona waunge jitihada hizo kwa kutuletea mafunzo mbalimbali, ili kuongeza mnyororo wa thamani, kwa sababu tusiishie tu kwenye kuuza kokoa yetu ambayo ni ghafi sokoni. Ifike sehemu na sisi tuichakate kokoa yetu, tuuze na sisi sokoni kokoa ambayo tayari imeshachakatwa. Tunataka tupige hatua. Kama sisi tunawauzia sokoni ghafi, wanaenda kuichakata, basi sisi tuichakate ya kwetu. Tayari imeshachakatwa. Kwa upande wake bwana Rodgers Shipella, mratibu wa NMB Foundation Kanda ya Nyanda za Juu, amesema mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi za taasisi hiyo kuwawezesha wakulima kwa maarifa yatakayoweza kuwasaidia kuboresha uzalishaji na kuongeza kipato. Lengo kuu, taasisi NMB Foundation katika kuleta mafunzo haya kufanya kazi na nini katika mradi huu ni kuwawezesha nini? kuweza kuboresha vipato vyenu huko mliko, na hivyo mnaweza mkapata faida nzuri, mkauza vizuri, mkawa na uwezo pia wa kuanzisha shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo zinaweza zikaendelea kuboresha maisha yenu. Naye katibu tawala wilaya ya Kyela, bi Sabrina Hamoud, amewataka wakulima kuzingatia mafunzo hayo na kuyatekeleza kwa vitendo ili yaweze kuleta manufaa kwao na kwa jamii inayowazunguka. Mimi nawapongeza sana kwa mafunzo, lakini na imani masomo ambayo mmeyapata ni ya kuongeza tija zaidi kwenye zao letu la kakao, na imani mkitoka hapa mtakuwa mmeimarika zaidi <coughs> mmejua kitu gani ambacho mnaenda kukifanya ili kuboresha zao letu hili, lakini pia na imani na kuboresha maisha yetu ya mmoja mmoja. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza furaha yao na kueleza namna walivyonufaika na elimu waliyoipata. E, kwa kweli mafunzo haya tuliyopata kutoka kwenye benki ya NMB Foundation tunashukuru sana. Kwa sababu kuongeza mnyororo wa thamani wa kokoa zetu itatuwezesha sisi kipato chetu kikue na bei za zao hiyo iongezeke. Nimepata mafunzo ambayo ni mazuri kwa sasa kwa sababu ya kokoa hii, na mimi kama mjumbe wa AMCOS nimepata haya mafunzo kwa faida kubwa sana. Ikumbukwe kuwa mafunzo haya yametolewa kwa wakulima zaidi ya sabini ambapo vikundi zaidi ya thelathini vimeweza kupatiwa mafunzo haya kutoka hapa wilayani Kyela. Mimi ni Samwel Mpogole wa Hope Channel Tanzania.